la bani Israeli, maneno yao usikubali wala usikatae sawa sawa. kwa nini? Kama umekubali, inawezekana sio maneno ya Allah ambaye sahihi. Kama umekataa, inawezekana maneno ya Allah sahihi umekataa. Naam. Sasa kama kitabu Biblia iko kwako wewe, unasoma una kuangalia, yani kujua sehemu fulani, ile kumweka wazi mtu ambaye sio muislamu ajue mm, kosa lake, na wewe una ilmu sawa Oh, saa, saa, kama huna ilmu, una huna faida yeyote kumrakibisha mtu fulani, kumfahamisha, hamna haja. Mimi naye Biblia ya Kiarabu naye, naam, lakini kama huna haja, hamna haja kukaa naye okay. Lazima ina sababu, naam.